Lakini mtoto akimaliza kidato cha nne anatoka, hana la kufanya, anasubiri ajira. Lakini sasa tumeamua kubadilisha mwelekeo kiasi kwamba mtoto akimaliza kidato cha nne ana ujuzi unaomfanya aweze kujiajiri au kuajiriwa, na kwa maana hiyo ndio serikali tumeamua kujenga shule za aina hii, shule za amali, lakini pia shule za ufundi. Shule za amali ni zile zinazompa mtoto ujuzi wa kwenda kuajiriwa au kujiajiri. Shule ya ufundi inamfanya awe study, sasa anajua yeye ni bingwa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunazijenga nyingi, na shule hii ya Itilima inawasilisha au inawakilisha shule nyingine nyingi ambazo tumezijenga ndani ya Tanzania yote, na leo Nimeweka jiwe hili la msingi hapa Itilima kwa niaba ya zote ambazo zinaendelea na ujenzi, na nitakapoamua kwenda kufungua moja, nitafungua kwa niaba ya zote zilizomaliza kujengwa.